Hello, karibu ndugu mtazamaji, karibu tusome na wewe katika kitabu cha Yohana sura ya kumi, tukianza mstari wa ishirini na mbili. Kuna habari nzuri sana ambayo nataka mimi na wewe tuweze kuisikia na tumuombe Mungu atusaidie tuweze kuidigest, kuidadavua ndani ili tuweze kupata matunda yake. Tukianza mstari wa ishirini na mbili, Biblia inatuambia, basi huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya Kutabaharuku. Kutabaruku ni wakati wa baridi na Yesu alikuwa akitembea Hekaluni katika ukumbi wa Suleimani. Mstari wa 24. Basi Wayahudi walimzunguka, wakamwambia, "Hata lini utatuangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi wazi." wazi. Wayahudi wanamwambia nani Yesu Kristo? Yesu akawajibu akawaambia. Yesu akajibu akawajibu. Naliwaambia lakini nyinyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Kazi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazo nishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hamko miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mikono wangu. Mkono wangu, Baba yangu alienipa hao, ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu mmoja. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Kumbuka, huko wa alikuwa anawaambia usituhangaishe si useme wewe kama ndio Yesu mwenyewe, Yesu Kristo, wewe mbona unatuhangaisha vipi babu? Umeona? Lakini Yesu akamwambia aje jamani. Mimi nilishawaambia lakini hamkusadiki. Lakini yale matendo yangu na namna ninavyoishi, kwa nini hamtaki kusadiki katika hayo? Hayo yote yana nini? Yanashuhudia kwamba mimi nini? Mimi ndiye. Lakini kama hamtaki kuamini, it's up to you. Wakaokota tena mawe wanataka wamfanyaje? Wanataka wampige Yesu. Anasema anasema basi yasema ya, Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipigia kwa mawe? Mnanipiga kwa mawe. Wayahudi wakajibu wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe umungu. Wewe uliye mwanadamu wajifanya wewe nani umungu? Maana anaona hawamuelewi kila kitu unachokifanya, mbona mbona kama ndiye afu, mbona kama hatuelewi? Lakini Yesu anaambia, niliwaambia mkusadiki, ila matendo wangu bado ni yamedhihirisha, lakini bado nini, hamjaelewa kwa. Bado nataka kumfanyaje, wampige. Nasema kwa kazi yema, si atukupige, lakini unakufuru. Kwa nini ujifanyishe nani, ujifanyishe nani na Mungu? Yesu sasa msikilize, anasema hivi, anasema hivi, Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Anauliza Wayahudi ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia, ninyi mnamwambia na unakufuru, kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini, kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini, lakini nikizitenda Ijapokuwa mniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa baba yu ndani yangu, nami ndani ya baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza hapa mfano wa nani, wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye Mungu katika fresh. Wayahudi wakasaje, wewe ndio yule Kristo? Yesu akasema, si nishawaambia, lakini amkusadiki, lakini hata matendo bado, ninyi anaonyesha kwamba mimi ndiye ila bado nini, hamsadiki. Mwisho akasema wa siku tukupige sababu ya matendo mazuri, sisi tunaupiga sababu unakufuru, unajilinganisha na, unajilinganisha na Mungu. Yesu akasema okay, tatizo ni nini? Mbona torati yasema kwamba Mungu aliwaita wale waliojiliwa na neno la Mungu wao ndio miungu? Sasa vipi mimi, ambaye alinitakasa alinituma kuja kwenu, mnakataa nikijiita hivyo? Umeona, kwa hiyo kuna somo hapa ambapo inabidi tujifunze kama Yesu Kristo aliweza kupingwa katika yote aliyokuwa anayafanya katika mema aliyokuwa anayafanya na wewe pia, ndugu mtazamaji, unaweza kufanyaje? Ukapingwa, lakini ukipingwa still usikae kuweza kukaa na kuanza kujionea huruma, sasa mimi mbona? A -a, kumbuka Mungu aliyeweka kitu ndani yako, aliyeweka kazi ndani yako, aliyeweka assignment ndani yako, yeye ndiye ambaye atakufanikisha katika kila hatua ambayo utakuwa unafanyaje, ambayo utakuwa unapitia. Kwa aina haja ya kuofu, aina haja ya kuogopa. Wanapinga kile kilicho ndani, hawaelewi kipi kinacho wakwaza eh, Bibilia inasema hawajui kipi kiwakwazacho. Bwana Yesu asifiwe! Lakini Mungu atatutia nguvu, Mungu amekutia nguvu, naweza kusimama. Kama umekutana na hii habari ya leo basi, elewa kwamba Mungu yuko pamoja na wewe siku zote. Anasema ombeni lolote nanyi mta mtapewa, mkiomba katika nini? Katika imani. Na imani ni nini? Imani ni ufahamu wa neno la Mungu. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. Pasipo imani uwezi kumplease nani? Mungu kokuwa na imani ndani yako, amini katika kile Mungu ambacho anakuwa nakwambia, tekeleza, fanya ti. Mwisho wa siku utakuja kuona matunda, na watu wengi nyuma watazidi kunufaika na yale makuu ambayo Mungu anakuwa ameweka ndani yako. Wewe si wa kwanza kupitia hali ngumu wewe si wa kwanza, narudia tena, kupitia wakati mgumu. Yupo Mungu ambaye atakuwezesha katika kutoka kwenye hilo ambalo unakuwa unapitia, na yeye ukuu wake utukufu wake utazidi kusimama milele hata milele. Upashi kuogopa, upashi kuteteleka. Sisi wote ni wanadamu, tumepewa assignment tofauti, ila kama mtu ameamua kumtumikia shetani, kama mtu ameamua kutumikia roho ya uovu, lazima hata ataka kuona yale Mungu yale Mungu aliyokuwekea ndani yako yana nyanyuka, lakini Mungu wetu kumbuka, ajawe kushindwa ye ni Mungu wa miungu ndo aliyefanya kila kitu, eh? Sawa, ndo aliyetufanya sisi kuwepo, ndo aliowafanya hata, anasema aliwaumba, hata aliwaumba wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo just relax Restni hii mpumzika, katika yeye na yeye atakupa raha, na yeye atakupumzisha. Barikiwa sana, nimeshukuru kwa kunipa muda wako. Tumeweza kushia mambo machache kutoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya kumi kuanzia mstari wa ishirini na mbili. Asante sana, barikiwa sana. Hallelujah.